Mwenyekiti kwenye mfuko wa wasanii, nimewaona rafiki zangu wa wasanii. Najua tatizo huko serikalini, huwa mnakurupuka, hamjui biashara. Tuna mipango mizuri ya pesa, lakini biashara hamuifahamu, na tukitoa mawazo, mimi nimeshiriki sana kuzitafuta zile pesa, wanajua wasanii. Tukitoa mawazo, ikifika mda wa pesa, mnakurupuka na shule. Sasa hili ndo tatizo, mheshimiwa. Mfuko wa wasanii, pesa alizotoa Mama Samia, leo tukiuliza kuna shilingi ngapi? hau mlio wakopesha wamerudisha shingapi? Wako hapa kuchukua hela leo, wengine na kuoa kununua magari, starehe zingine zimewaua na kuwaua, badala ya kuwapa watu wanaoandaa filamu, wanaoandaa miziki, maprodusa, nyie mnaenda kuwapa watu wanaoonekana kwenye TV kwa kuangalia shape. Hii haifai pesa yote imeisha. Wako hapa tuwaulize, halafu tunaanza kuwasingizia, masharti yamekuwa magumu, mpaka mlete hati. Hakuna pesa inatoka kirahisi Pesa lazima iwe na masharti, ili tupate marejesho. Hatuwapi hela ya kwenda kula, badala ya kuwapa watu wanao wanaoandaa wanaoandaa filamu. Msanii anayeonekana kwenye TV, wengi wao wanamalizana na maproducer, analipa keshi yake anaondoka. Badala ya kuwapa wale waandaaji wa mziki, kuwapa waandaaji wanaoandaa filamu, mnaenda kuwapa watu wanaoonekana kwenye TV. Niambie Mheshimiwa Spika, kwenye taarifa yako, yale mamilioni hamsini arobaini tuliyotoa, kuje nayo majibu. Wangapi wamerudisha? Hata mmoja? na anazifanyia nini? Na tukakagua biashara zao, wote wamenunua kuruga, wamenunua arfadhi, zimeisha zote, hamna hata mia. Sasa mngetuchukua tukawashauri, tuliozoea maisha ya kitaa, leo hii tungekuwa na wasanii mabilionea, kwa sababu ukimwezesha mwandaaji ni sawa, umemwezesha yule anayeonekana kwenye TV. Kwa hiyo niombe sana, mheshimiwa, ukija hapa uje na majibu yanayoeleweka ya ya